Ngoja nikuonyeshe. so, umezoea kuchezea familia za watu. Sasa kwangu umeakanyaga, wachezea hao wengine, lakini sio familia yangu mimi. Umeamua kumtoa mwanangu kipele machozi, sasa kwa hili utajuta. Na anafanya hayo yote sio kwa ajili ya hepi, ingawa yeye hepi atajua nimefanya kwa ajili yake. Hapana, Nafanya kwa ajili ya Kipele ili ujifunze siku nyingine. Jamani nilivyokwambia, "Huyu ni ndugu yangu, tena mtoto wa mamangu mdogo." Na nashangaa kuwepo kwenye huu msitu na yeye. Kipele. Ina maana wewe ulikuwa unajua kila kilichokuwa kinaendelea mpaka kuuawa kwa mamangu na wewe pia umeshiriki. Haijaishia hapo. Hadi na mimi nikotaka kunitoa kafara. Nimekosea nini? Yote aliyoyafanya mamangu kwenu bado mkayaona hayana maana na kutaka kunidhuru mimi. Hapana, dada. Sio hivyo lakini. Mimi mama aliniambia nitoroke kwenda kijiji cha pili kuvuka huu msitu. Aliniambia huko kuna mjomba wetu, lakini pia na, na yote hayo kuhusu uchawi, mi sifanyi kwa ridhaa yangu, nafanya kwa sababu ya mama. Mama ananilazimisha, mi uchawi siupendi. Kama uchawi upendi, mimi ninazo dawa za kukutibia zitakazo kufanya uchawi ukutoke kabisa lakini yawapaswa mtambue, mimi ni adui wa mama yenu, na yeye ndiye sababu aliyesababisha sisi tuwepo msituni, mimi na mdogo wangu kama mnavyotuona. Nitashukuru sana dada ukinisaidia, kwa sababu licha ya huu uchawi unafanya watu wa kijiji wananiona mi mtu mbaya, wananiogopa. Lakini yote kwa yote, namshukuru sana kakamani ndio alinifanya mpaka mi leo hii nipo hai. Usijali, ni jambo la kawaida tu kusaidiana. We kuwa na amani tu, usijali, nitakufanyia dawa na utakaa sawa. Utakaa mpaka pale utakapojiona huko tayari kwenda kwa mama yako.

Wai basi na kusubiria ni hapa, yani aukijani na hisi mwili wangu hutu utakuwa mwepesi sawa, basi na kusubiri. Mshirika, tumejaribu kutafuta kila pande, lakini mpaka sasa hakuna chochote ambacho tumekipata na kinacho ni uma zaidi. Hata kwa mjomba wake hayupo, sijui hata atakuwa ameelekea wapi ni bora hata angekuwa ameliwa labda na wanyama wakali nikute hata nguo zake tu. Hapana mshirika, mimi sidhani kama atakuwa ameliwa na wadudu wakali. Laiti kama ingekuwa ameliwa na wadudu wakali tungeona hata kivuli chake. Lakini mshirika, yaani hata sielewi, sijui atakuwa ameelekea wapi. Mwanangu huku na mwaza pelu huku Kipele, na kesho ni siku ya mwisho, Champo. Yaani sielewi nitampatia wapi mimi Kipele. Na kwa jinsi ninavyoona kwa sasa, Kipele atakuwa ametoka kwenye chama chetu cha uchawi, maana kila tunapojaribu kumulika tochi zetu hakuna chochote ambacho tunakiona kuhusu yeye. Unamaanisha nini mshirika? Namaanisha Kipele sio mchawi tena. Hapana, ha -ha, Kipele hawezi kunifanyia hivyo. hawezi kabisa kunisaliti. Mamake na ananisikiliza kwa kila kitu. Inawezekana tu kuna kitu kilichompata mwanangu. Naombeni tu msaada wenu mweze kunisaidia ili tuweze kumpata popote alipo Kipele. Usijali mshirika, naamini hilo lipo ndani ya uwezo wetu, na naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kikubwa tu tufanye jitihada ambazo zinawezekana kadri ya uwezo wetu, vilevile na we pia ujitahidi kadri ya uwezo wako. Tushirikiane, na naamini tukishirikiana, kila kitu kitakuwa sawa. Haina shida, nashukuru kwa hilo. Asante mshirika, acha mimi niende. <coughs> <coughs> Uh, misi elewi huku ni mwaze peru mara kipele Champo naye. Ona mimi sielewi, jamani, nifanye lipi sasa? Enyi mizimu, nombeni mnisaidie. Ina maana Jumbe shu ajana alibatisha. Niliamini wewe ni mwanaume kamili, kumbe sivyo nilivyofikiria. Hapa sasa naamini kuna wanaume wana hila za mkasa, hawezi kukata mbele mpaka washikwe nyuma. Hakika Jumbe, wewe si mwanaume kamili. Cheusi usonge maneno hayo, maana una maneno makali sana na anachoma. Naomba endelee kunivumilia basi au wacha niipepee, nadhani mambo yatakaa sawa. Wewe unaonaje? Show ya jana, sina cha kusubiri tena. Inaonekana jana ulikotoka kwa bwana wako alikushughulikia, na ndio maana ukaweza kushughulika. Cheusi, mbona umekuwa na maneno haya? Mi sikufikiria kabisa kama atatokea hivi na mwenye spendi hivi. Cheusi, sijui nini leo kimetokea Mimi naondoka na, utakuponiona popote naomba usiniite kwa sababu siwezi kuwa na mwanaume wa aina kama wewe. Naomba nipe masaa mawili tu, na shoa leo itakuwa kibabe sana kuliko ya jana. Naomba nivumilie cheusi wangu, tangu niambie nisubiri, ni masaa sita sasa. Nimelala mpaka nimeamka, bado tu niendelee kusubiri? Hapana shoga yangu, hakika wewe ni mke wa mtu.

lakini mama yangu alimlazimisha sana kwa... Kipele mwanangu, unajua, kwa sasa mamaako umri unazidi kwenda, na inatakiwa apatikane mtu atakayeweza kurisi hivi vitu nilivyokuwa navyo. Ni vitu gani hivyo mama? Ni kuhusu mikoba niliokuwa nao au uchawi niliokuwa nao. Lazima apatikane mtu atakayeweza kurisi, na sio mwingine, ni wewe hapo mwanangu Kipele. Lakini mama, mi sitaki mambo haya. Hapana mwanangu, usiseme hivi. Utakapokuwa mchawi, yani utakuwa kwanza uko huru zaidi, utafanya chochote kile unachoweza kukifanya, kwa sababu utatembea usiku mchana yani, na hakuna mtu yoyote atakayeweza kukusumbua wewe, na kila mtu atakuogopa. Kwa hiyo inamaana utakapokuwa mchawi, unaweza kufanya kile unachojisikia, mwanangu. Hapana mama, mi siwezi kuwa kama unavyotaka wewe, mi namwamini Mungu tu. Sasa nisikilize, hili sio ombi, ni lazima. Utake ustake, lazima urisi mikoba niliyokuwa nayo na uweze kuwa mchawi mkubwa kuliko hata mi. Mama nadhani hapo umenelea. Na mara nyingi alivyokuwa kiniagiza katika kazi zake aliniambia kuwa ni nyamazi. Kwa nini mama yako alikuwa nakuambia unyamaze? unajua uchawi una siri kubwa sana, hivyo mimi nahisi ndio maana labda akawa ananiambia ni nyamazi. mm -hmm. Sawa kipele, tuachane na hayo hivi. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana ni mwanamke mwenye muonekano wa kipekee sana. Kifupi, moyo wangu umekuwa na shauku kubwa sana kuwa na wewe, nimejikuta tu nimetokea kukupenda sana kipenzi. Kama unavyojua, mapenzi ni hisia, hisia ambazo zinamgusa kila mwanadamu. Kwa sasa hauwezi kuona thamani yangu, lakini tambua nimejaliwa mapenzi ya dhati kutoka kwako. Nakupenda sana kipenzi, nimetoka kwenye maumivu, yaani siamini kabisa kwenye swala la mapenzi ya sahihi. Hivi ni mwanaume gani ambaye anaweza kuhatarisha maisha yake kwa ajili yako isipokuwa mimi mwenyewe. Kumbuka, nimepambana na yule simba kwa ajili ya kuokoa uhai wako. Si hivyo tu, ninachokiongea mimi namaanisha kipekee ndani ya moyo wangu. Nimekupatia nafasi ya kipekee kama zawadi. Tafadhali niamini na uniruhusu niwe wako. Hivyo najua yule mwanaume aliniumiza sana, na ndio maana pale mamangu aliponiambia nitoroke kwenda kwa mjomba wangu sikupinga kabisa mimi nakupenda sana wewe yaani, kama utanipatia nafasi mimi kuwa pamoja na wewe, mimi nitaamua kutoka hapa moja kwa moja na kuelekea nyumbani kwenu kupeleka utambulisho wangu kwenu, ili mimi tu niwe karibu na wewe. Lakini dhidi ya upendo wangu, namaanisha kipele. Hata ukitazama macho yangu hauelewi chochote. Sikufichi matendo, ndio humaanisha na sio so, so maneno. Kumbuka mimi nimepambana na yule simba lengo langu kukusaidia wewe. Mbali na hapo, ninachokiongea mimi nakimaanisha. Utakuwa salama kwenye mikono yangu, nitakupenda, nitakuheshimu na kukuthamini kama mwanamke wangu. Naomba nipatie nafasi ya kuwa karibu na wewe, sawa? Mimi niko tayari kuwa na wewe, kweli. kama umenielewa, naomba nikumbatii tafadhali, ili ni amini Kipele yuko wapi, mkuu? Kipele alienda kwa mjomba wake, lakini mkuu, Sara! Nimemtafuta... nimemtafuta pero usijampata, mkuu, naomba unisamehe. Unataka nautani na mimi, unataka nikuua sasa hivi? kwa mara nyingine, namtaka Kipele, yuko wapi? Champonomvuni mm achie, ndio niko tayari kufa mimi, lakini sio Kipele mwanangu. Niko tayari niue mimi, sio Kipele. Sasa nisikilize, nisikilize, nimebadilisha maamuzi ya kuwa familia yako, sito mwaga damu katika familia yako. Lakini nimemuua mke wangu usiku wa jana. Nahitaji kipele awe mwanamke wangu. Jioni ya leo nitamfuata kipele hapa. Mpate kokoti alipo na umrudishe nyumbani, na endapo nisipomkuta nitamwaga damu yako wewe pamoja na huyo kipele. Umenielewa?